Leo tunaitazamia stori ya mwimbaji wa nyimbo za injili kutoka Tanzania, Malkia Rose Muhando, ambaye amedai kudhulumiwa mapato ya kazi zake za muziki kwa zaidi ya miaka 15, akitaja ushirikiano wa zamani na kampuni ya Sony Music Africa, kwa mujibu wake bado unashikilia zaidi ya nyimbo zake 37 mpaka sasa hivi bila kumlipa. Sasa Rose pia amesema juhudi za vyombo vya haki nchini kupitia COSOTA hazijafanikiwa kusaidia kutokana na kukosa ushirikiano wa mwakilishi wa kampuni hiyo, Seven Mosha. Rose Muhando ameomba serikali e, kupitia Waziri wa Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Mheshimiwa Paul Makonda kuingilia kati ili haki itendeke na heshima ya wasanii ilindwe. Sasa Rose Muhando ameandika ujumbe mrefu sana kwenye Instagram page yake, ujumbe unaosomeka hivi kwamba ni muda mrefu sana umepita takriban mi... miaka 15 kuwa nikinyamaza nikivumilia kwa moyo wote, nikiamini haki yangu nitaipata, lakini leo maumivu yamenilazimu kufungua mdomo na kusema. Kwa muda mrefu sasa nimekuwa nikidhulumiwa haki yangu ya mapato kutokana na kazi zangu katika majukwaa yote ya kidigitali. Haya yote yametokana na ushirikiano wangu wa zamani na kampuni ya Sony Music Africa, licha ya kwamba tulishaacha kufanya kazi pamoja kitambo, hadi leo kampuni hiyo bado inashikilia zangu na inakataa kuziachia. Cha kusikitisha zaidi e, sipati hata shilingi moja kutokana na kazi hizo ambazo ni jasho langu, jasho la maisha yangu. Serikali kupitia COSOTA Tanzania imejaribu kunisaidia na kusimamia haki yangu, lakini juhudi hizo zimekwamishwa na kukosa ushirikiano kutoka kwa mwakilishi wao Seven Mosha. Amekuwa akiitwa mara kwa mara mara kadhaa, bila kutoa ushirikiano wowote. Hali hii imeumiza sana, na inarudisha nyuma ndoto za wasanii wengi ambao kimya kimya wanaendelea kudhulumiwa haki zao. Kwa unyenyekevu mkubwa naomba serikali e, kupitia waziri wetu mheshimiwa Paul Christian Makonda aingilie kati swala hili kwa haraka. Naomba haki itendeke, naomba jasho la msanii liheshimiwe, naomba ndoto zetu zisikandamizwe. So huu ulikopo ni ujumbe wake malkia Rose Muhando, mwimbaji wa nyimbo za Injili Tanzania e, ambaye amekuwa akizulumiwa haki yake kwa miaka zaidi ya Uh, 15. Kazi nyingi sana ambazo leo ameamua avunje ukimya na kueleza kile ambacho anakipitia. Vipi Rose Muhando atafanikiwa kurudisha haki yake na kulipwa katika kupitia jasho lake? Endelea kuungana nasi kwa ajili ya hayo na mengine mengi.